Je, nyota yako inasema nini leo? Je, jambo gani ufanye au uache ili ufanikiwe kinyota? Wenye nyota hizi leo kwenye mapenzi, pesa, biashara, kazi na afya watarajie mambo haya. Kuyafahamu yote hayo, ungana na mimi nitakuelezea kwa kina. Kumbuka huu ni utabiri wa nyota yako wa tarehe nne mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Awali ya yote, ni kuombe usabuskraibu na kisha kugusa alama ya kengere itakayotokea hapo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 Malizia kazi iliyokwama badala ya kuanza kazi mpya. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, onyesha uaminifu kwa vitendo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, zuia matumizi ya kushawishiwa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jali misuli na mazoezi mepesi. Rangi ya bahati ni maroon, nambari ya bahati ni tisa, mafusho ni sandalwood, manukato ni spicy miski saa nzuri siku hii ya leo ni saa moja na dakika 30 asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi. Je, ushirikiani na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke na nyota ya Simba. Tukiangazia nyota ya ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili ishirini hadi Mei ishirini. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki Leo thabiti wako unaleta heshima katika kazi. Siku hii ya leo, simamia rasilimali kwa busara. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, upole wako utatuliza mgogoro. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, fikiria uwekezaji wa muda mrefu. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, jali koo na shingo. Rangi ya bahati ni kijani. Nambari ya bahati ni sita. Mafusho ni mirhi. Manukato ni vanira wudi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa saba kamili mchana hadi saa nane na dakika thelathini mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mbuzi na nyota ya kaa. Tukiangazia nyota ya mapacha, hii ni, ni nyota ya watu waliozaliwa Mei ishirini na moja hadi Juni ishirini. Kumbuka hii ni nyota ya tatu katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo ni siku ya kuchuja taarifa katika kazi. Siku hii ya leo, chagua chanzo kimoja cha habari. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, sikiliza zaidi, ongea kidogo. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, epuka kununua kwa mihemko. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, punguza muda kwenye skrini, kama vile TV, simu ama laptop yako. Rangi ya bahati ni njano. Nambari ya bahati ni tano.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 katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo zingatia mipaka ya kihisia katika kazi, siku hii ya leo usibebe majukumu ya sio yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, heshima inaleta ukaribu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tengeneza akiba ndogo ya dharura. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jali maji mwilini. Rangi ya bahati ni nyeupe, nambari ya bahati ni mbili.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 katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo mwanga wako uonekane kwa unyenyekevu katika kazi. Siku hii ya leo wape wengine nafasi ya kung'ara. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, sifa ndogo hujenga moyo. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, lipa deni moja lililosahaulika. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, jali moyo na pumzi. Rangi ya bahati ni dhahabu nambari ya bahati ni moja. Mafusho ni udi, manukato ni hani udi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa sita kamili mchana hadi saa saba na dakika kumi na tano mchana. Je, ushirikiani na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mshale na nyota ya punda. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agasti ishirini na tatu hadi Septemba ishirini na mbili nyota nyota ya sita katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za Zodiaki. Leo ni siku ya kurahisisha mambo. Katika kazi, siku hii ya leo, ondoa hatua zisizo muhimu. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, kubali tofauti ndogo. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, kagua gharama za kila siku. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, jali tumbo na ratiba ya kula. Rangi ya bahati ni kahawia.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 Kumbuka, hii ni nyota ya saba katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo chagua haki juu ya urafiki. Katika kazi siku hii ya leo, weka vigezo wazi. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uwazi huleta amani. Upande wa kifedha siku hii ya leo, usisaini bila kusoma mikataba. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya kunyoosha mwili. Rangi ya bahati ni sky blue. Nambari ya bahati ni saba. Mafusho ni jasmine. Manukato ni soft powder. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na moja na dakika ishirini jioni. Je, ushirikiani na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba ishirini na tatu hadi Novemba 21. Kumbuka, hii ni nyota ya nane katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo nguvu yako iko kwenye subira. Katika kazi siku hii ya leo, chunguza kabla ya kuchukua hatua. Kwa upande wa kimapenzi siku hii ya leo, acha udhibiti, jenga imani. Kwa upande wa kifedha siku hii ya leo, hifadhi taarifa zako. Kwa upande wa kiafya siku hii ya leo, jali mfumo wa neva.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 hadi Disemba 21. Kumbuka, hii ni nyota ya tisa katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo panua maarifa, si kasi katika kazi. Siku hii ya leo, soma au pata ushauri. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, uaminifu huanza kwa kusikiliza. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, epuka kamari ya kifedha leo kwa wale wanaopenda kubeti, kucheza kamari ya makasino ama kamari yoyote inayohusiana na masuala ya kifedha, basi kwa siku ya leo epuka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jali nyonga na mgongo wa chini. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni tatu, mafusho ni sedal, manukato ni fresh raimi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa tano kamili asubuhi hadi saa sita kamili mchana. Je, ushirikiane na nani?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 Andika mawazo na utekeleze mojawapo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uwepo wako unatosha leo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fursa ndogo mtandaoni ipo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pumzisha macho yako leo. Rangi ya bahati ni samawati, nambari ya bahati ni kumi na moja, mafusho ni ocean essence, manukato ni mint breeze. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa tisa kamili alasiri hadi saa kumi na dakika kumi na tano jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari kumi na tisa hadi Machi ishirini. Kumbuka hii ni nyota ya kumi na mbili katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo chagua amani ya ndani. Katika kazi siku hii ya leo Fanya kazi kwa mtiririko. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, huruma yako iendane na mipaka yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, weka kipaumbele kimoja leo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tafakari kwa dakika chache leo. Rangi ya bahati ni kijani cha bahari. Nambari ya bahati ni kumi na mbili. Mafusho ni rotas, manukato ni soft miski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa moja kamili usiku hadi saa mbili kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana na nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya mbuzi. Huo ndio utabiri wa tarehe nne ya mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Basi subscribe kwa ajili ya kupata angavu kama hizi za nyota yako ili uweze kujua ni jinsi gani unaweza kuishi kama nyota yako inavyohitaji subscribe na kisha gusa alama ya kengele ili uweze kupata notification zetu kila wakati, pale tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye, baibai.